Kuna propaganda ambayo inaendelea kwamba nyinyi ni machawa. Mimi nafikiri sisi waswahili tunasema mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Kwa hiyo maneno yanayosemwa ni kutokana na kazi nzuri ambayo mnaifanya. Kwa hiyo wanataka kuwashusha chini, ili msiendelee kwa hiyo nawaomba sana mwendelee kutangaza amani, amani, amani. Na kipindi hiki cha uchaguzi ni muhimu sana kuitangaza amani, kwa sababu vijana wetu wengi wana mihemko, na hii ni kutokana na mmongonyoko wa maadili ambao taifa letu umelikumba kwa vijana wetu. Kwa hiyo sisi kama viongozi lakini kama wazazi tunawaomba sana au ni waombe sana wazazi tuongee na vijana wetu. Tumekuwa na majukumu mengi kiasi kwamba kuna upande mmoja tunajisahau kuongea na vijana. Kwa hiyo nawaomba kwa kipindi hiki tuongeze nguvu zaidi, tuongee na vijana wetu, waache kulipuka kutokana na maneno ya kwenye mtandao ambayo yanaendelea. Sisi tukiongea na vijana wetu amani itapatikana zaidi, kwa sababu ni vijana ambao tunakaa nao nyumbani tunaishi nao, lakini wanahitaji sana kuongozwa ili tuzidi kuipata amani.